Karibuni wapenzi wa mtazamaji wa JBM Television, JBM TV kwenye YouTube kule na kwenye Instagram. Jana, uh, wakati na nimetoa masimulizi mafupi ya kitabu cha Baba Segi, The Secret Lives of Baba Segi's Wives. Maisha ya siri ya wake zake Baba Segi. Of course, nimepokea simu nyingi na jumbe fupi za maandishi kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki wakisema waki, waki kwamba ni kitu kizuri tunafanya. Kwa hiyo e, ikiwezekana basi tuendelee na mimi of course nawashukuru sana kwa, kwa kuona kwamba kitu kinachofanyika ni kizuri. E, faraja yenu, I am not taking that for granted. Sichukulipo hata kidogo na kichukuliwa kwa uchanya wake, na nitafanya hivyo sasa, baada ya kushukuru Watu wengi walikuwa wanasubiri wanasubiri eh, kuona mwisho wa kitabu cha Baba Segi, The Secret Life of Baba Segi's Wives. Baba Segi aliamua nini? Kusema ukweli, baada ya kusoma kitabu kwa kina na kukichambua, Baba Segi alikubaliana na matokeo kwamba watoto wote watatu sio wa kwake, lakini yeye ndiye hana uwezo wa waku, waku, kupata watoto. Kwa hiyo aliwasamehe wake zake wote watatu, baada ya mke wake mmoja kuwa amemwacha, yule wa mwisho yule binti wa chuo kikuu, aliwasamehe wake zake na akaendelea kuishi nao. Sasa mafundisho tunayopata, kusema ukweli, kwenye vitabu vya Kiafrika kama hivi ambapo mimi, vingi ninavyo hapa, e, vingine vimeazimwa, lakini vingi vipo v e, athari za ndoa za mitala, labda inawezekana ikawa ni kuna fundisho mojawapo, lakini pia E, eh, namna ya kutatua matatizo yetu. Najua inawezekana watu wengi, sio wote, watu wengi walikuwa wanadhani kwamba baba Segi, baada ya kujua mtoto sio wa kwake, sio damu yake, atawatalakisha wake zake, atawafukuza, atawanyanyasa na kuwapiga. Kinyume chake baba Segi ameamua kuishi na wake zake kwa sababu labda. Sasa sisi tunaochambua vitabu tunasema labda kwa sababu aliona wake zake walifanya vile. Kwa sababu gani? Kuna kitu kimoja alikiongea mtu mmoja anaitwa anaitwa uh, Cheveli alisema vitu viwili kwamba the means justifies the end, oh, the end justifies the means. Kwamba yani mtu anaweza akatumia njia mbaya kama lengo lake ni zuri. Oh, okay, for instance, kwa mfano mimi labda, au, au wewe umekuta labda eh, mtoto wako au mke wako mme wako au mama yako au ndugu yako wa karibu labda amevamiwa na jambazi, ukapata nafasi, una bastola, unaweza ukachukua nafasi ya kuchukua bastola na kumuua jambazi, lakini lengo lako ni kumuokoa mama, sio? Kwa hiyo the, uh, the, the end justifies the means, kwamba lengo yani lengo lile likiwa ni zuri, unaweza ukatumia njia yoyote. Baba Segi hakuona kama walifanya vibaya. Okay, alihuzunika na alipata mshtuko actually lakini aliona kwamba wake wake zangu wamefanya haya kwa sababu gani? Nilikuwa nataka sana watoto na siwapati, wakaona wanifurahishe sasa ili ndoa zao zisiwe zi mashakani. Kwa hiyo unaona ambavyo eh, jinsi ambavyo Baba Segi mwandishi wa kitabu, inawezekana unajua, kwenye kwenye literature, kwenye kwenye fasihi kwenye, hatusemi ni lazima majibu yawe ni hayo. Tunasema ina suggest inapendekeza, labda mwandishi anapendekeza kwamba hii inaweza kuwa njia nzuri ya kusolve matatizo, kwa sababu kama mwanaume anataka watoto hawapatikani, wanawake wanaona okay, inawezekana labda tatizo ikawa ni yeye. na okay, na sisi Waafrika, wanaume wa Kiafrika huwa hatuhisi kama tuna matatizo, na hisi wanawake ndio wana matatizo. Kwa hiyo eh, Baba Segi anatufundisha baadhi ya vitu sisi Waafrika, na inawezekana kuna wanaume wengi wanatunza watoto ambao sio wa kwao kwa damu. Sasa kesi ya, ya Baba Segi na wake zake ni tofauti na cases zingine, yaani sio cases za kwamba mwanamke ameamua kuwa na ameamua kuwa, kuwa kuwa kahaba, anapata watoto nje ya ndoa yake, hiyo tunasema hiyo ni kesi nyingine actually. Katika kesi hii inawezekana kuna mafundisho ya kupata, mtazamaji, unaweza kuwa umepata mafundisho fulani, lakini E, tuendelee kutatua matatizo yetu kwa kutumia njia ambazo tunahisi zinaweza kuwa ni productive, zinaweza kuwa zinaleta majawabu chanya. Vitabu viko vingi, ninyi mtakuwa mna suggest mnapendekeza tusome kitabu gani na tukielezee kitabu gani. Asanteni sana kwa kunisikiliza, karibuni sana kwenye ulimwengu wa fasihi ya Kiafrika.